rangi katika wadi ya Kiambere kusini Embu wanakabiliwa na hali ngumu ya masomo kutokana na ukosefu wa madarasa salama na ya kudumu. Shule hiyo imetegemea madarasa ya udongo ambayo ni hatari sana wakati wa mvua au upepo mkali. Hali hiyo ilidhihirika siku ya Jumatano baada ya upepo mkali kung'oa paa za madarasa mawili. Ndiyo taswira kamili ya hali ilivyo katika Shule ya Msingi ya Kerangi kaunti ya Embu. Hii ikiwa matokeo ya upepo mkali ulioangusha kuta za madarasa haya pamoja na paa siku ya Jumatano. Ingine upepo unabeba mvua unanyesha, unanyeshea vitabu. Na japo hakuna mwanafunzi aliyeumia wakati wa mkasa huo, wanafunzi watalazimika kusomea katika hali hii hadi pale madarasa haya yatakapofanyiwa marekebisho au mapya kujengwa. ipokuwa ni vyenye tunashukuru Mungu kwa maana tuliweza kuona upepo kwa mbali na tukaambia watoto watoke kabla ya kukumbana na lile njanga, maana kama huo upepo ungeingia watoto wakiwa ndani, hakika wangeumia. Wengine pengine wangeenda hospitali kwa sasa tunaongea hivi, lakini tunashukuru Mungu maana hakuna hata mtoto mmoja aliweza kuumia. Walimu na wazazi wa shule hii wanasema wamejitolea mhanga kuwapa wanafunzi masomo, ila mazingira hapa ni ya kuogofya. Kanisa la Kianglikana, Dayosisi ya Mbeere, imejaribu kuimarisha hali kwa kujenga madarasa mawili ya mawe, huku serikali ya kaunti ya Embu ikijenga madarasa mengine mawili ya chekechea. Hata hivyo madarasa hayo hayatoshi kukimu idadi ya wanafunzi kama kanisa. Tumeshikiria sana shule hii, tumejenga madarasa mawili ambayo ni permanent na moja ni semi-permanent ambayo yamejengwa na matofali. Kwa hivyo kama kanisa tumepiga hatua kuona kwamba watoto wetu tumeweza kuwaondoa kwenye yale madarasa ya hali mbaya. Kando na matatizo ya miundo msingi shule hii pia inakabiliwa na ukosefu wa umeme pamoja na ukosefu wa vifaa vya kidijitali vinavyosaidia katika mafunzo ya CBC. Sasa walimu, wazazi na usimamizi wa shule hii waliosalia kwa hofu kuhusu usalama wa wanafunzi, wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati na kuwaokoa wa wanafunzi hawa. Na hata tukiangalia fiti ama mandawati huko hakuna kwa hivyo hata tukizipata hatuwezi kuzitumia tungepata watu wa kusaidiana na sisi, hasa serikali yetu tunaiomba, kwa sababu huwa tunaona wakifanya miradi mingi ya mashule. Wafanye hii shule yetu kwamba moja ya yale ambayo yatasaidia, ya dharura sana. Tunaomba usaidizi kwa serikali kwa madarasa yetu. Wanafunzi wetu wamekuwa wakitumia madarasa ambayo ni mabovu sana, tukiomba serikali itusaidie. Veronica David, Undugu TV.